Nataka kusema hii maneno imefanyika hii area ya Mugambi ciura, imefanyika nyumbani moja ambapo tuko na huyu msichana ambaye akili yake sio sawa na amekuwa akikaa na, na mama yake na wazazi wake, kama tuko na babu yake hapa, tuko na uncle yake na vile kumetendeka, huyu msichana alipotea jana usiku na kupotea, wakamtafuta wakamtafuta paka asubuhi, na asubuhi sasa ndio wameweza kupata huyu mtoto na ile jia wamempata nayo ni mtu mwenye alikuwa ameajiriwa huko na ametoka mbali sana huko Bugoma akaajiriwa tu huko nyumbani. Na huyu mtu, kulingana na vile huyu mtoto anaongea, sababu anaweza kujiongelesha kidogo, na anasema vile kulienda, inaonekana sio mara ya kwanza, amekuwa akilala na huyu msichana, amekuwa akimshika kwa nguvu. Na hii familia wakati imechukua hatua ya kupigia, kupigia polisi simu wenye wako karibu, ile kitu amefanya ni kuambiwa leteni huyo mtu hapa polisi, na wakamleta hapa. Sasa, tunashindwa hii kitendo imefanyika hata ni vile hao wako na nguvu, mtu angekuwa ametoroka. Mtoto wangu alipotea saa moja ya usiku, nilimtafuta akakosa kabisa, alafu asubuhi nilimpata, nilimpata akiwa analepu, ala, alikuwa analepewa na mvulana mmoja anaitwa Frendi. Alipo amka alikuta nikimtafuta alisema, hebu niende nikamtafute. Alienda akamtoa mahali alikuwa alimuweka, alikunja na yeye akasema, aka alimuona mahali aniko yake, alienda akamsukua, aka akakunja akaongea ukweli. Monica kutoka utotoni wake hakuwa sawa Alikuwa na mental disability mm. Alisoma kutoka class 1 mpaka 7 akatoka. Na kwa hivyo kwa kutoka saa hiyo tunakaa na yeye huko nyumbani, lakini saidia kazi ya nyumbani kufuatilia kufuatilia. Nikaenda kutafuta huyo msichana msichana, nikamwambia nitamchapa ongee ukweli. Msichana akanipe ukweli yote akaniambia huyo aka mfanyikazi wangu alikuja akamwambia akampe aka aka maembe, akamdanganyilia na maembe, akamwambia wateremuke wa hapo chini ampe maembe. Msichana na yeye juu akuangi sawa kabisa, akaenda akampeleka, aka akamwambia tufike pale halafu nirudi. Kijana akasukuma mtoto juu, ilikuwa usiku, akaenda na yeye, kulingana venye mtoto ananielezea. Sasa asubuhi kijana akakuja akaniambia me, amepata mtoto tukamwendea. Kukuja kijana alikuwa anataka kutoroka. Chua alikuwa kwa nyumba alikuwa anataka kutoroka. Akitoka akakata na mabati kichwa. Tukajaribu kungangana kungangana na yeye. Kijana karimbo atushinde. Tukiwa na mzee tukamshika. Tulimshika tukapigia polisi. Polisi wakatuambia tu, tu wakatuambia tujaribu venye tutaweza tumulete. Sisi tukangangana na mzee venye tuliweza. Tukamfunga na kamba tukamleta hapa kwa polisi. Sasa so, tunataka tusaidiwe.